Rais wa Marekani, Donald Trump amemkosoa vikali Rais Vladimir Putin, akimtaka kiongozi huyo wa Russia akome kufanya mashambulizi yake nchini Ukraine. Awali, Rais Trump alichapisha jana Alhamisi Aprili 24, 2025, kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa Rais Vladimir Putin, sifurahishwi na unachokifanya, ukome kuishambulia Ukraine. Baadaye, akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Norway, Trump alisema hafurahishwi na kinachofanywa na majeshi ya Rusia na nanuku, sifurahishwi na mashambulizi ya Rusia dhidi ya Ukraine hayakuwa ya lazima na muda wake ni mbaya sana. Vladimir ukome! wanajeshi elfu tano wanakufa kila wiki, aliandika Trump kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Truth Social. tumalize makubaliano ya amani sasa, alisitiza rais huyo. Rusia jana iliendesha mashambulizi mazito jijini Kiev, Ukraine, kwa makombora na ndege zisizo na rubani, yani droni, kwa saa kadhaa. Katika taarifa yake kwa umma, rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alisema takribani watu 12 waliuawa katika mashambulizi hayo na wengine tisini kujeruhiwa. Shambulizi hilo linatajwa kuwa hatari zaidi kufanywa na Russia nchini Ukraine tangu Julai mwaka jana. Hasira za Trump zinaongezeka kadri juhudi zinazoongozwa na Marekani kufanikisha makubaliano ya amani kati ya Ukraine na Russia zinavyochelewa. Matamshi kuhusu Putin yalikuja baada ya Trump kumshambulia rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky siku ya Jumatano akimtuhumu kwa kuendeleza mapigano ambayo anadai yanaghalimu maisha ya raia na maelfu ya wanajeshi. Rais Trump alienda mbali zaidi na kuitaka Ukraine kukubaliana takwa la Russia la kukabidhiwa mikoa ya Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia na Pokrovsk ambayo hadi sasa vikosi vyake vinaikalia kimabavu tangu uvamizi wa Februari 2022 na Crimea iliyotwaliwa tangu mwaka 2014. Trump alisema kuwa Putin alifanya shambulio kwa wakati mbaya sana, huku akiongeza kuwa kiongozi huyo wa Russia anajizuru mwenyewe katika juhudi za kupata masharti ya Kremlin kwamba makubaliano yoyote ya amani yaweze kumruhusu Russia kuendelea kumiliki Crimea pamoja na maeneo mengine ya Ukraine. Baadaye siku hiyo, wakati wa kikao katika ofisi ya Oval na Waziri Mkuu wa Norway, Jonas Gahr Store, Trump alisema kuwa Crimea ilichukuliwa kutoka Ukraine bila mapigano. Wakati huo pia aliongeza kuwa uvamizi huo wa rasi ya Bahari Nyeusi ulifanyika chini ya uongozi wa Rais Barack Obama na sio wakati wa utawala wake. Alipoulizwa kuhusu kile ambacho Putin anafanya sasa kusaidia kufanikisha makubaliano ya amani, Trump alijibu namnuku, kuacha kuchukua nchi nzima, hiyo ni ustahimilivu mkubwa, alisema Trump, mwisho wa kunuku. Lakini wazo hilo limepingwa vikali na Ukraini na sehemu kubwa ya Ulaya, wakisema kwamba Rusia kusitisha kuteka ardhi siyo jambo la kweli, badala yake imeendelea kujitanua. Hata hivyo, Rais Zelenski amesitiza kwamba Kutua, ku, kuwa kutambua maeneo yaliyokaliwa na Russia kuongeza hatari kwa Ukraine kuendelea kuvamiwa. Akizungumza Alhamisi, Zelensky alisema Ukraine ilikubali pendekezo la Marekani la usitishaji wa mapigano kwa siku 44 zilizopita kama hatua ya kwanza kuelekea mazungumzo ya amani, lakini mashambulizi ya Moscow yameendelea. Ukosoaji wa Trump dhidi ya Putin ni wa kipekee, kwani hapo awali amesema mara kadhaa kwamba Russia iko tayari zaidi kuliko Ukraine kufanikisha makubaliano hayo na nukuu, sikupenda kilichotokea usiku uliopita sikufurahishwa nalo hata kidogo, alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Katika mienendo yake ya na Zelenski na Putin, Trump amekuwa akilenga zaidi nani ana nguvu ya ushawishi katika pande hizo. Amenukuliwa akisema mara kadhaa kuwa Putin ana karata zaidi ya Zelenski wa Ukraine. Wakati huo serikali mpya ya Trump imeanza kuchukua hatua kuelekea msimamo wa kushirikiana zaidi na Putin ambaye Trump amekuwa akionyesha hadharani kuwa anampenda kwa muda mrefu. Katika hatua nyingine, Trump katika mkutano wake na Garl Store wa Norway alijadili vita vya Ukraine, ushuru wa Marekani na masuala mengine. Norway ambaye ni mwanachama wa NATO na muungaji mkono mkuu wa Ukraine anapakana na Rusia kwa umbali wa takribani maili 123 sawa na kilometa 198. Gasto alisema pande zote mbili zinapaswa kujua kuwa lazima zitoe kitu ili kumaliza mzozo huo. Pia alipendekeza kuwa Trump anazisukuma pande hizo mbili kufikia makubaliano hayo, na nukuu, ili kusogeza karibu na mwisho wa vita hivi, ushiriki wa Marekani ni muhimu sana, na Rais Trump amefanikisha hilo. Hilo ni la wazi kabisa, alisema Gasto, mwisho wa kunukuu. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron alisema kuwa Putin anapaswa kuachana na kusema uongo anapodai kutaka amani huku akiendelea kuilipua Ukraine. Kuna jibu moja tu tunalosubiri, je, Rais Putin anakubali kusitisha mapigano bila masharti? Alisema Macron wakati wa ziara yake nchini Madagascar. Macron aliongeza kuwa hasira ya Marekani inapaswa kuelekezwa kwa mtu mmoja tu ambaye ni Rais Putin. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa pia ilitoa kauli ya kupinga na upole ukosoaji wa Trump dhidi ya Zelensky kuhusu msimamo wa Ukraine juu ya eneo la Crimea. Katika mazungumzo yaliyofanyika wiki iliyopita mjini Paris, maofisa wa Marekani walitoa mapendekezo yaliyojumuisha kuruhusu Russia kuendelea kudhibiti maeneo ya Ukraine yaliyokaliwa kama sehemu ya makubaliano, kwa mujibu wa ofisa wa Ulaya aliye karibu na suala hilo. Pendekezo hilo lilijadiliwa tena Jumatano wakati wa mazungumzo na maofisa wa Marekani, Ulaya na Ukraine. Na nukuu kanuni ya uhuru wa eneo la Ukraine si jambo la kujadiliwa, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Christine Lemoine. Hilo ndilo lilikuwa msimamo wiki iliyopita na limerudiwa tena jana mjini London katika mkutano wa aina hiyo hiyo. Alipoulizwa iwapo Ufaransa inakubaliana na matamshi ya Trump kwamba msimamo wa Ukraine ndio ulichelewesha kumalizika kwa vita hivyo, Lemoine alisema wa Ukraine wameonyesha wako tayari kwa mazungumzo huku Russia ikiendelea na mashambulizi. Namnukuu, tunaona kama kwamba Warusi wanachelewesha mazungumzo alisema Ramoin, mwisho wa kunuku. Ikulia White House ilitangaza Jumanne kuwa mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff atatembelea Moscow wiki hii kwa dulu mpya mazungumzo na Putin kuhusu vita hivyo. Hii inakuwa mara yao ya nne kukutana tangu Trump waingia madarakani mapema Januari 20, mwaka huu. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi Pete Hestges alikutana na Alhamisi na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ambaye pia alifanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mshauri wa usalama wa taifa wa Trump Michael Walls. Viongozi kutoka Jumuiya ya wanachama wa NATO 32 wanatarajiwa kukutana Uholanzi ndani ya miezi miwili ijayo, ambapo Trump amewasihi kuongeza kwa kiasi kikubwa bajeti zao za ulinzi. Mwaka 2023 uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine ulipoingia mwaka wake wa pili, walikubaliana kwamba wanachama wote wa NATO watumie angalau 2% wa ya pato lao la taifa kwa bajeti za kijeshi. Taarifa ya kila mwaka ya NATO iliyotolewa Alhamisi inaonyesha kuwa wanachama 22 walifikia lengo hilo mwaka jana, ikilinganishwa na makadirio ya awali ya wanachama 23. Na nukuu, lakini kwa uwazi, asilimia 22 hatuwezi kutetea maeneo ya NATO, Lute aliwaambia waandishi wa habari katika ofisi ya White House baada ya mkutano huo. Inapaswa kuwa juu zaidi kwa kiasi kikubwa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.